Kwa badala ya kuambatana msafara wenye magari matano mpaka saba, sasa tutakuwa tunakwenda na gari aidha mbili au tatu, kwa maana gari ya mstahiki meya, gari ya mkurugenzi na, na, na, na, na, na basi. Kwa hiyo matumizi hayo ni pamoja, tulikuwa tunakodisha magari, hatutakodisha hatutakodisha tena mabasi. Almashauri ya manispaa kupitia vyanzo ni ilipanga kusanya shilingi bilioni 7 milioni 182 laki 7 elfu 37 ikiwa milioni mbili milioni mia mbili milioni mia nne arobaini na nane laki moja elfu ishirini na tatu na mia sita kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Nachukua nafasi hii kumpongeza mkurugenzi wetu ndogo Hassan Nyange kwa kazi kubwa yaliyotukuka anatufanyia katika manispaa yetu ya Mtwara Mikindani. Fanikiwa kununua gari hii kwa milioni 178, na hii gari hii itatusaidia sana katika shughuli zetu za kila siku. Na hakuna mkurugenzi yote aliyewahi kufanya mambo haya kabla ya yeye. Nampongeza sana. Wito pengine kwa wakurugenzi wengine katika wilaya ninayoiongoza, kwamba hii iwe ni changamoto kwao na wao wapambane, sio yeye kusema kwamba tuna basi Mtwara Mikindani labda kwa mahusiano, lakini na wao wachachariki, wahakikishe kwamba na wao wanakuwa na vitu kama hivi, ili kuhakikisha wilaya yetu, wilaya yetu inakuwa ni wilaya kiongozi hasa katika mambo kama haya. Mkurugenzi wetu Mwalimu Nyange mefanya jambo kubwa la ujasiri kufanya maamuzi ya kuacha alama kama mkurugenzi wa manispaa yetu, kwa ajili ya kununua hili basi. Tuna wananchi mbalimbali ambao wanakwenda kwenye matukio mbalimbali, kwa kweli basi hili litakuwa ni mkombozi, ni mkombozi kwetu. Lakini tuna ziara za mafunzo ambazo pia zinahitaji watu wengi.